Leo tulifanya kikao na wafanyabiashara wa soko la Nyamachoma kwa kushirikiana na viongozi wao wote ambao wameunda umoja wao. Lengo ni kwa ajili ya maandalizi ya, ya, ya uzinduzi wa soko letu ambao tunatarajia kuzindua siku ya Ijumaa na mgeni rasmi atakuwa kakaangu Mohamed Mchengerwa, waziri wa TAMISEMI. Lakini nichukue fursa hii ya kumshukuru na kumpongeza mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, zaidi ya milioni mia saba ameweza kutupatia kwa ajili ya ujenzi wa soko hili, tunamshukuru sana Soko hili itakuwa kivutio kwa wananchi wote, lakini na wafanyabiashara kwa ujumla na jiji letu kwa ujumla. Lakini mshukuru rafiki yangu Jeda ambaye ni mdau wa maendeleo. 2019 hadi 2020 alihamisha biashara zake na, na kupeleka China baada ya ufunguzi wa mheshimiwa rais kuifungua nchi kimataifa, manaka amerudi Tanzania amewekeza na yeye akasema, na mimi natoa mchango wa hizi TV ambazo tumeweza kuikabidhi leo. Kwa hiyo washukuru ni sana, niwaombe kila la heri wafanya biashara, na tutarajie kipombe cha Dr Samia ni kuwapa mikopo kinamama na vijana ambao wataingia ndani ya soko hili nataka niwahakikishie tu ndani ya muda mfupi pesa hizo watazipata kutoka kwa dokta Samia Suluhu Hassan. Safi liko vizuri, ambao kina mama wameelewa, kina baba hawa na vijana wote wameelewa, na sisi kama jiji tutaleta kontena kubwa kwa ajili ya kuhakikisha tunaweka masuala ya usafi. Lakini tukasema kina mama wanakuja na watoto wadogo tutaleta bembea hapa kwa ajili ya kuwasaidia watoto wao kucheza na huku kinamama wanaendelea na biashara zao. Swala la kodi tumelipokea na natumaini kabisa tutaweka kodi ambayo itakuwa rafiki ili madi kila mmoja asiwe analalamika. Kwa hili nimelichukua na kwa mikono miwili tunaenda kulifanyia kazi. Wito wangu ni umoja na mshikamano, wazidi kushikamana lakini wamwombee dua sana Mheshimiwa Rais. Yajayo katika kata Vingunguti ya Vingunguti yanafurahisha na siku ya Ijumaa tutaenda kusaini mikataba ya ujenzi wa barabara za lami katika kata ya Vingunguti kujenga kituo cha afya cha gorofa nne Vingunguti na shule ya sekondari yenye madarasa takribani 16 katika kata hii ya Vingunguti. Kikao cha leo kilikuwa kinahusu namna gani tunayo furaha ya kuingia katika soko letu jipya ambalo kwa mapambano yote ya jua, jasho na damu hatimaye leo limekamilika, na tunatarajia kufungua siku ya Ijumaa. Lengo kuu ni kuboresha biashara zetu kutoka kwenye hali ya chini kwenda juu na kunufaika kwa msaada tuliopata kwa serikali yetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa diwani na meya wetu Omary Kumbilamoto katupambania, mbunge wetu Bona Kamoli, Mama Samia, mwache mitano tena. Karibuni sana nyamachoma Vingunguti. Kweli mimi nashukuru sana hii hali ambayo tulionao kwa sasa hivi kwa sababu tulitoka katika mazingira magumu, na leo tuko katika shangwe na furaha. Mazingira haya kwao tu ni mazuri sana na atatuongezea wateja wengi mimi kama Shabani babarishe muuza nyamachoma namshukuru sana kiongozi wangu Samia Hassan Suluhu kupitia achi, uongozi wake wa chini Omary Kumbilamoto kwa kutusaidia sisi kututoa katika mazingira ya duni ya chini kutueta katika mazingira mazuri, naenda kuvutia. Asante sana kwa mama angu, asante sana kwa babaangu Omary Kumbilamoto. twa ziada mwasha ipo kwenye sekta ya vinywaji Tunamshukuru sana mwenye diwani wetu kutusaidia. Tumeanza tangu tukiwa tunauzia kwenye matope mpaka sasa hivi tumepata jengo kama hili la kisasa. Tunamshukuru Mama Samia kwa uongozi wake wa kutambua sisi wanawake. Tunamshukuru Mama Samia kutambua sisi wanawake na kutuwezesha mpaka tumepata jengo zuri kama hili. Matarajio yetu ni kubadilika kwa hali tuliokuwa nayo, kwa sababu tuko tukishuka kinani ki, ki, uchumi kidogo, kutokana na mabadiliko yaliyotokea. Lakini tunashukuru ili soko jipya tuliojengewa, tutabadilisha hata maisha yetu, kwa sababu maisha yetu yalikuwa yamesha kuwa magumu zaidi: matope, funza, jua, inanyesha mvua, yote tunahangaika navyo. Lakini sasa hivi tunamshukuru kumbila moto katufanyia hili soko. Tunakuja kwenye mazingira magumu kwa kweli, tulikuwa tuna hali ngumu vibaya sana. Mea mvuli ile kwenda kununua elfu hamsini mwamvuli unakaa nao, baada ya miezi mitatu mwamvuli umeisha, uenda kununua tena. Kwa hiyo sasa hivi hapa hatutonunua mwamvuli, hatutoungua na jua, hatutoonyeshewa na mvua, tutakaa kwenye raha na biashara zetu tunazifanya vizuri. Tunamshukuru sana Kumbilamoto, mama Samia, Bona Kamoli, wote tunawashukuru. Usafi tumejipanga vizuri sana, tutakuwa tunafanya usafi kila Jumamosi tunasafisha na hizi siku za kawaida tunasafisha kama kawaida na watu wapo ambao watakao kuwa wanafanya usafi, tunawapa wanapewa hela. Majina anaitwa Sauda Selemani Maulula mkazi wa Vingunguti Kombo. Tunashukuru tumepata soko jipya hili. Kule nyuma tulikotokea tulikuwa kwenye mazingira magumu. Mazingira yetu yalikuwa ya shida, biashara tunazifanya za ajabu ajabu. Hazinakuwa hazina maendeleo mazuri. Tunakuwa sehemu chafu, lakini sasa tumepata sehemu safi. Tunamshukuru diwani wetu Omary Kumbilamoto kwa kutupatia hili soko jipya na tunamuomba Mwenyezi Mungu amkuze, amuendeleze, awepo na awepo tena na ndani miaka mitano kuanzia yeye mpaka Rais wetu Samia Hassan Suluhu. Tunamshukuru Mungu.